Habari za muda huu ndugu zangu ma producers. Kwa majina naitwa anaitwa producer Steve. Nikumbushe tu usisahau ku subscribe ku like ku share na ku comment ili uwe wa kwanza kupata masomo yote pamoja natarifa, baribali, na taarifa mbalimbali ambazo nitakuwa nazitoa. Kuna mambo machache kama mambo mawili matatu nitamani tu share kama ma producer uh, tusaidiane kwa namna moja ama nyingine, ili tuendelee kufanya vizuri katika tasnia yetu. Sasa kuna mambo kadhaa uh, ambayo nitakwenda kuyazungumzia kwamba kwamba, uh, kwa namna gani unaweza ukapata matokeo mazuri katika tasnia yetu. Na mimi ni kila mtu amekuwa na mtazamo wake, lakini nitakwenda kuelekeza tu mambo ya msingi ya muhimu unapotaka kuanza production ama kama tayari umeshaanza production, basi mambo gani ya kuzingatia. Ah, ili ili uanze kunufaika na matokeo mazuri. Kwanza, kitu cha kwanza kama producer lazima uwe na maono kwamba sawa, hu unatamani kuwa producer, lakini unatamani kufika wapi? Hicho ni kitu cha muhimu, sio tu kufika wapi kwenye kufanya kazi, ila kufika wapi kimaisha, kwamba ndoto zako ni nini, unataka utembee kwenye levu zipi. Hayo ni mambo ya msingi sana ambayo uh, ni muhimu sana kuwaza nyakati zote, yaani kadri miaka inavyosonga mbele, basi unatakiwa huo unafikiria, lakini sio kufikiria, lakini ni kufanya, na kufanya jitihada pia, kwa sababu production ni biashara, mziki ni biashara, kwa unatamani kufika wapi. Kwa hiyo kama vijana tunatakiwa kuwa na maono sasa unazifikiaje ndoto zako, ama unafikiaje hayo maono yako? Lazima kuna mambo ya msingi kwanza uyaweke vizuri. Uh, kitu kitakachokufanya wewe kama producer ufike pale unapopatamani kwenye maisha yako ni kwa kutumia production, kwa sababu kama umeamua kuingia kwenye production, maana yake umeamua kuitumia production kuwa silaha yako ya mafanikio. Kwa sasa, unafanyaje kwenye production yako? unafanya vipi production yako ili ufikie malengo yako ya kimaisha? Kwa sababu tukumbuke production tunaifanya kama kazi, so kama burudani tu yaani, no. Yani, unapofanya production fanya kama kazi, sawa? So, unapenda mziki lakini unajua burudani ni kama unapiga piano, ile ndio burudani, unapiga piga piano kama wale wa kanisani unapiga kanisani zee, ndio unafanya kama burudani. Lakini unapokuja anakuja mteja ndugu yangu, hata kuimba ajuu, hiyo sio burudani, hiyo ni kazi, na inatakiwa kazi itoke vizuri. Maana yake hiyo ni kazi, sio burudani, ndio nitaisha toka kwenye burudani, ishakuwa ni shughuli. Kwa hiyo lazima uifanye production iwe kazi. Sasa kama ni kazi manake lazima iwe na matokeo ambayo yatakusaidia wewe kimaisha. Sasa kuna mambo ya msingi kama kama producer, kama kijana uh, tunatakiwa kuyawekea kipaumbele kwamba lazima uwe na maono, kitu cha kwanza. Na maono yako yanatimizwa vipi ama unatimizaje maono? Maono lazima uyatimizi kwa vitendo, na vitendo ni kufanya mambo ya yaonekane mfano, ili ufikie malengo fulani ya kutoa kazi nzuri, lakini pia sio kutoa kazi nzuri, kuwa na ofisi ya maana maana, kutoa kazi nzuri na kuwa na ofisi ya maana, maofisi nzuri, hayo ni maono pia, kwa lazima tuyafanye kwa vitendo, kwa kutafuta vifaa bora mm, vifaa vyenye mwonekano. Umeona vifaa vizuri vyenye mvuto. Sasa kama producer, lazima iko kitu kizingatie ukiwa unafukuzia marengo ama maono yako. Uwezi ukafikia maono kama utadharau masuala ya ubora wa vifaa lakini pia muonekano wa vifaa. Sababu kuna mtu anaamini kwamba anaweza akanunua hata redio tu ya kizamani akaweka. Ni kweli, ila kama unaanza unaweza ukanunua hata redio ya kizamani kwa sababu kuna pesa, hamna namna nyingine noe. Kwa lazima utatumia, lakini kadri unavyoendelea kusogea basi unatakiwa kuwa mtu wa ku, uh, kuji update, mtu wa kubadilika, wa kujiuhisha, yaani kwa namna unatakiwa uwe mtu wa mabadiliko, aisipite mwaka aisipite miaka miwili ujafanya mabadiliko, ujafanya maboresho kwa kama producer, ili ufike sehemu fulani. Kitu cha msingi cha kwanza ni kuboresha masuala ya ubora wa sauti. Nikizungumzia vifaa sasa, upate vifaa vizuri, vifaa vyenye ubora, lakini pia upate uh, utengeneze chumba ambacho unafanyia kazi angalau kiwa kinatia tia moyo fulani, hata mtu akiingia anaona kaingia sehemu ina mvuto fulani. Kwa hiyo tujitahidi kwenye baadhi ya mambo kwamba tufanye kwa kiwango ambacho kinaweza kikawa na ushawishi ili tufikie uh, malengo yale tunayotamani. Kwa hiyo yako mambo mengi, tutaendelea kuelekezana, tutaendelea kutiana moyo, kutiana nguvu, kuhamasishana, lengo kubwa tufike sehemu fulani. Binafsi huwa sipendelei si, si, si, si, si, sana, ama huwa nasikitishwa kidogo na mtu ambaye anakuwa hana maono. Yaani kuwa na pesa ni swala jingine, lakini kuwa na maono ni bora zaidi lakini kitu kingine unapokuwa na maono, make sure unayatimiza maono yako. Unayatimizaje? lazima u struggle, lazima upambane. Maono hayaji kizembe. Hii, maono hayatimizwi kizembe, maono lazima uyatimize kwa mbine. Kwa hiyo ndio maana washangaa, kuna mtu anakwambia, da, maiki yangu mbovu miaka miwili. Ndugu yangu, mtu analalamika ana, ana, maiki mbovu miaka miwili. Alafu unajiuliza, huyu mtu kazi hafanyi harekodi, kweli? Wateja wanakuja. Mda mwingine mtu anarekodi hadi albamu anaingiza laki laki sita laki tano. Eh? Wakati huo kumbe mtu alikuwa ana uwezo wa kujiriski, akasema hii yani, pesa yote hii sili hata mia, yani yote anaipokea ukafumba macho anaipeleka kwenye investment. Hiyo ndio inaitwa wanaume hiyo inaitwa maamuzi magumu. Kwa hiyo tukifikia tuki hivyo tuki viwango kama maproducer basi tutakuwa tuna tunasogea kwa spidi kubwa. Kwa hiyo itatusaidia uh, wajua mimi na grupu nafikiri watu wengi wanafahamu na wengine mmo ndani ya grupu wengine hampo, lakini link nitaweka hapo chini kwa ambaye hayupo basi matajioni, lakini unaweza kanchi cheki kwa simu namba 0686355215 au nikakupatia WhatsApp, kanchiki WhatsApp nikakupa link. Ikakupa uh, watu huwa wanaposti sana nyimbo, wanaomba ushauri na vitu kama hivo. Kija, ukifuatilia sana, nimewahi kufuatilia nyimbo za watu wengi, si kwamba hawajui, yaani hawajui kwa sababu vifaa havina uwezo, lakini mtu unaesikiliza unaona kabisa huyu mtu na kifaa kizuri, hii kazi ingekuwa nzuri sana. Kusababu, kwa sababu kwa nini nasema hivyo, mistake ambazo mtu anakuta amezifanya za completion eh? ametumia effect nyingi kama double ametumia ma delay livebu nyingi kupita kiasi, ni kwa sababu kuna kitu anakitafuta, sio anatumia hajui, ila kuna kitu anakitafuta hakipati. Sasa hicho kitu ilitakiwa akipate yaani kutokana na quality ya kifaa chake kama mic na sound card. Haki kwa sababu hajakipata anaanza kukitafuta kwa plugin. Kwa mwisho wa siku anajikuta amefanya makosa kwenye mixing. Kuna mic ambazo yani kucompress -ku -ku ndugu yangu, kile kuiweka, kuipa vocal msawazo, una struggle, una struggle kweli kweli, yani unapambana, unataka unaweza ustoboe. Sasa mwisho wa siku mtu anapambana hadi anafanya makosa, anajikuta amezidisha compression eh, au compression haijafikia kwenye ile level inatakiwa, kwa sababu tayari yani akili yenyewe inakuwa imeshavurugika. Kwa hiyo sababu kubwa, sababu kubwa ni vifaa, sababu kubwa ni vifaa. Kwa hiyo tukiboresha kwenye vifaa, mimi nina uhakika kabisa kuna watu wengi uwezo wanao, uwezo ni, ni mkubwa sana ila uwezo wao unaanza kuonekana kama haupo kwa sababu ya vifaa vile wanavyokuwa wanavitumia. Kwa hiyo kama, kama kama producer, na shauri ya kwamba tujitahidi kuboresha vifaa. Vifaa ni kitu cha muhimu sana kufikia maono yetu sasa ya kimaisha, ambayo tunakuwa tunajiwekea mara kwa mara, kwa sababu ili ufikie maono lazima uwe na pesa. Sasa uweze kuwa na pesa uh, kama hufanyi kazi na kazi tunayofanya ni production. Kwa hiyo ili ufanikiwe kwenye production, lazima kwanza ufanye investment, lazima ufanye uwekezaji. Kwa hiyo itatusaidia kufikia malengo yetu etu ya kimaisha uh, angalau kwa haraka zaidi. Kwa hiyo sina la ziada kwa siku ya leo, tutaendelea kushauriana mambo mbalimbali kama producer, tutaendelea kutiana moyo na amini kabisa maproducer wa Tanzania, maproducer wa Afrika Mashariki na kati na maeneo yote tunaweza tukafanya vizuri sana kwenye hili group. Tuko na ma producer kutoka nchi mbalimbali, ndio maana naitwa Africa's producer group. Uh, pia wapo watu ambao hawako Afrika, wako Australia huko wapi Marekani na maeneo mengine, pia nao wapo kwenye ile uh, group la Africa producers group kwa hiyo uh, tuendelee kushirikiana kwenye mambo mbalimbali. Naamini kabisa tunaweza tukafanya vizuri. Nafasi ipo, muda upo, umri bado unaruhusu, lakini tukichelewa kidogo, tunaweza tukajikuta tumetoka kwenye target. Shukrani, niwatakie mwena siku njema utacheke uta, uta kwa simu namba sifuri sita themanini na sita thelathini na tano hamsini na mbili kumi na tano. Asante.